Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu. Na kalu, na shahadu, Allahi, hu, shahadu, Wanapokujia wanafiki husema, tunashuhudia ya kuwa wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anajua kuwa wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu anashuhudia ya kuwa hakika wanafiki ni waongo. ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Wamevifanya viapo vyao ni kinga na wao wakajizuia kuifuata njia ya Mwenyezi Mungu, hakika ni mabaya kabisa waliokuwa wakiyafanya. Dhalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubia ala qulubihim fahum la yafqahun. Hayo ni kwa sababu ya kuwa waliamini, kisha wakakufuru, kwa hivyo umepigwa muhuri juu ya nyoyo zao.

Na unapowaona miili yao inakupendeza, na wakisema unasikiliza usemi wao, lakini wao ni kama magogo yaliyoegemezwa. Wao hudhania kila ukelele unaopigwa ni kwa ajili yao. Hao ni maadui, tahadhari nao. Mwenyezi Mungu awaangamizilie mbali. Vipi wanapotoka na haki? wa idha qila lahum ta'alau yastaghfir lakum rasulullah lawwaw ru'usahum wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun, na wanapoambiwa njooni, ili Mtume wa Mwenyezi Mungu akuombeeni maghfira, uvigeuza vichwa vyao na unawaona wanageuka nao wamejaa kiburi. sawaa'un 'alayhim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum inna Allah la yahdi alqawm alfasiqin, sawa sawa kwao ukiwatakia maghfira au hukuwatakia maghfira, Mwenyezi Mungu hatawaghufiria. Hakika Mwenyezi Mungu hawaongoi watu wapotovu. Humul ladhina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadu walillahi khazainu samawati wal ardhi walakinnal munafiqina la yafqahun, Hao ndio wanaosema msitowe mali kwa ajili ya walioko kwa mtume wa Mwenyezi Mungu ili waondokele mbali. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye hazina za mbingu na ardhi, lakini wanafiki hawafahamu. Yaquluna la irja'na ila almadinati la yukhrijanna alazzu minha aladhall la wanasema tukirejea Madina, mwenye utukufu zaidi bila shaka atamfukuza aliye mnyonge. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye utukufu, yeye na mtume wake na waumini, lakini wanafiki hawajui yeah.

kumkumbuka Mwenyezi Mungu na wenye kufanya hayo ndio waliohasiri. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakum almautu fayaqul fayaqul rabbi lawla wa akum minas salihin, na toeni katika tulichokupeni kabla hayajamfikia mmoja wenu mauti, tena hapo akasema: Mola wangu mlezi, uniakhirishi muda kidogo nipate kutoa sadaka na niwe katika watu wema Walai Wallahu khabirun bima taamaluun, wala Mwenyezi Mungu hataiakhirisha nafsi yoyote inapofika ajali yake, na Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayo yatenda.